Moja ya changamoto ambayo unaweza kukumbana nayo ni biashara yako ya nguo kupata faida. Nini siri ya biashara ya nguo kupata faida? Hatua gani inabidi kuchukua ili biashara yako ya nguo ipate faida? Vifuatavyo ni vigezo kumi na tano vya kuanzisha biashara ya nguo ambayo inapata faida. Kama unataka kuanzisha biashara ya nguo yenye kupata faida ni muhimu utekeleze mambo kumi na tano yafuatayo. Moja ni uchaguzi wa aina ya biashara ya nguo. Ni vizuri ufanye uamuzi kama unataka kuanzisha biashara ya nguo za jumla, rejareja, mitumba au hata biashara ya nguo kupitia intaneti. Mbili ni uchaguzi wa aina ya wateja wa nguo ni vizuri uchague aina ya wateja wa nguo ambao utakaowahudumia kama wale wa kipato cha kikubwa au kipato cha kati na hata wa kipato cha kawaida. Tatu ni uchaguzi wa aina ya nguo ambazo utawauzia wateja. Ni vizuri ufanye uamuzi wa aina ya nguo ambazo utawauzia wateja. Kuna nguo za wanawake, nguo za wanaume, nguo za watoto, nguo za mitumba nguo za watoto wa shule na hata nguo za mchanganyiko. Nne ni uchaguzi wa eneo zuri la kufanya biashara ya nguo. Chagua eneo zuri la kufanya biashara ya nguo ambapo utapata wateja wengi. Eneo liwe karibu na mkusanyiko wa maduka mengi kama vile sokoni, stendi ya mabasi au eneo lenye ofisi nyingi za serikali na za watu binafsi. Tano ni uchaguzi wa nguo zenye mvuto. Chagua aina ya nguo zenye mvuto kwa wateja ambao utawauzia nguo zako. Mifano ni kama suruali, mashati, jeans au kadeti, magauni, sketi, nguo za ndani na kadhalika. Sita ni upangaji wa nguo dukani. Hamua utakavyopanga bidhaa za nguo dukani kwako ili kuvutia wateja. Panga bidhaa za nguo dukani kwako kwa unadhifu mkubwa. Samba ni upangaji wa bei zenye mvuto. Panga bei za duka la nguo zenye mvuto kwa wateja, zisiwe bei za juu ambapo unaweza ukasababisha wateja kukukimbia, au bei za chini ambazo zitasababisha biashara yako ipate hasara. Nane ni ufungaji wa vifurushi vya nguo za wateja. Funga nguo kwenye vifurushi vyenye mvuto kwa wateja. Visiwe vikubwa au vidogo sana, viwe vya ukubwa wa wastani. Tisa ni manunuzi ya nguo za kuwauzia wateja. Chagua sehemu ambapo utanunua nguo na nguo hizo ziwe ni bora na za bei nafuu. Jitahidi kununua nguo kutoka viwandani kama inawezekana, au hata agiza kutoka nchi za nje au huagiza nguo kupitia internet ili upate nguo bora na za bei nafuu. Kumi ni nguo za mitindo ya kisasa. Jitahidi kuuza nguo za mitindo ya kisasa ambayo ni maarufu jaribu kusoma majarida au magazines za mitindo ya nguo mbalimbali mbali, au pia angalia website za makampuni yanayohusika na fashions. Kumi na moja ni kutengeneza bajeti ya biashara ya nguo. Tengeneza bajeti ya biashara ya nguo ambayo itakidhi matakwa ya kifedha ya biashara ya nguo. Kumi na mbili ni mtaji wa nguo. Fahamu jinsi utakavyopata mtaji wa biashara ya nguo. Fanya makisio sahihi ya mtaji unaohitajika kuanzisha biashara ya nguo. kumi na tatu ni utunzaji wa hesabu za biashara ya nguo. Weka utaratibu mzuri wa kuweka hesabu za biashara ya nguo. Utunzaji wa hesabu za biashara unasaidia kufahamu kama biashara inapata faida au inapata hasara kama mtaji wa biashara unaongezeka au unapungua, na hata madeni ya biashara kama yanaongezeka au yanapungua. 14 ni wafanyakazi wa biashara ya nguo. Mafanikio ya biashara ya nguo kwa kiasi kikubwa hutegemea aina ya wa wafanyakazi ambao utawaajiri. Ni muhimu kuajiri wafanyakazi wenye elimu nzuri na uzoefu wa kutosha katika biashara ya ya nguo. Kumi na tano ni matangazo ya biashara ya nguo. Kama unatarajia kuanzisha duka la nguo, ni muhimu kulitangaza kusudi kuvutia wateja wengi. Matangazo yanasaidia kueleza habari muhimu kuhusu biashara yako ya nguo, na matangazo mazuri ni yale ya yanayojenga shauku kutoka kwa wateja kutaka kufika kwenye duka lako la nguo. Tumefika mwisho wa video ambayo inahusu mambo 15 ya kutekeleza unapoanzisha biashara ya nguo ili upate faida. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Asante na karibu tena.